Habari za mda huu, wajasiria mali wenzetu pamoja na wapambanaji, karibuni sana katika madarasa yetu ambayo tunaendelea kuyatoa katika chaneli yetu hii ya Farm TV. Na tunashukuru Mungu kwa sasa hivi tumeshaanza kuona mwitikio mkubwa sana wa wafugaji wa sungura. Kwa hiyo tunaomba zaidi vijana tujitokeze katika ufugaji wa mnyama huu na mada yangu kuu ya leo nitazungumzia zaidi namna gani ambavyo kama mfugaji utavuna mkojo ambao una ubora wa hali ya juu, yani utavuna mkojo ambao una grade A, B au hata C, kwa sababu wafugaji wengi tunakuwa tunapata changamoto ya uvunaji mkojo wa hali ya juu endapo pale zile kampuni zinapokuja kununua mkojo kwako wewe kama mfugaji, kwa sababu kampuni zinapokuja kununua mkojo wao, wanakuja na kifaa chao ile hydrometer. Kwa hiyo wakija watapima, wakishapima ule mkojo wanajua kama huu mkojo ni grade A, grade B, grade C. Kwa hiyo inategemeana na wewe ulivovuna ule mkojo, lakini kuna mambo mbalimbali ambayo yanapelekea mpaka mtu ukakosa kuvuna mkojo wenye gredi za hali ya juu sana kwa hiyo na leo, mimi leo nimetaka hapa ili kuwaelekeza wafugaji wenzangu namna gani tutatumia ili tupate kuvuna mkojo ambao uko vizuri na una gredi nzuri, ili hata tukiupeleka sokoni tupate fedha au pesa mzuri. Jambo la kwanza lazima tuzingatie kwanza katika ufanyaji wa usafi katika mabanda yetu tuhakikishe mabanda yetu hatuachi uchafu kwa muda mrefu. Yaani, unaweza ukakuta mfugaji mwingine anaacha uchafu mabanda kuanzia siku tatu, siku nne, siku tano mpaka wiki. Kwa hiyo pale inakuwa uvunaji wewe wa mkojo asilimia kubwa utakuwa unapata mkojo kwanza, utapata mkojo mchache, kwa sababu mkojo mwingi utakuwa unanyonywa na yale mabaki ya chakula, na huo mkojo utakaoupata utakuwa pia hauna virutubisho vingi, kwa hiyo utajikuta unapata mkojo wenye gredi ya chini kabisa. Kwa hiyo tujitahidi kusafisha mabanda yetu na tukisha safisha mabanda yetu, yani hakikisha kila siku tunasafisha kama unavyoona sisi banda letu, maana yake kila siku ya Mungu lazima tusafishe mabanda yetu. Huo ni uchafu ambao tulichakula tulichokieka kwa usiku wa jana, na leo asubuhi tunafanya huo usafi kwa hiyo hapo tutaondoa hayo mabati, maana yake kwa mchana tutavuna mkojo ambao utakayekuwa mzuri zaidi kuliko huu mkojo ambao tunaopata usiku. Na hakikisha katika huo uvunaji wako, chombo unachokingia ule mkojo wako kwa huo muda wa usiku ama mchana, hakikisha akina akipitishi hewa, yani akipitishi upepo kwa hiyo unaweza ukatumia dumu. Kwa hiyo mkojo ukitoka kwenye gata utaingia kwenye dumu, kwa hiyo pale utakuwa unajihifadhi. Na ukishaingia kwenye gata pale, manake asubuhi kama hivi ukiuvuna, unakuwa unauchuja, unatafuta kichujio kizuri kabisa, unauchuja uchuja, alafu tipia, unaenda kuhifadhi katika chombo ambacho akipitishi pia hewa, ili ule ubora uzidi kubaki. Pale pale mkojo unakosa ubora kutokana asilimia kubwa. Mabanda tuliyotengeneza tumetumia mabati ambayo yanakutu, kwa hiyo mkojo wa sungura ukishaanza kuingia mabati na kutukutu fulani ama, au mabaki ya chakula, ule mkojo unaanza kufanya kazi pale pale. Kwa hiyo ndio maana tuhakikishe yale mabaki hayabaki katika mkojo, ndio maana tunatumia hivi kuuchuja ili ubaki mkojo ukiwa salama. Ila pia jambo lingine la kukusanua, kama mfugaji, mkojo pia wa sungura unovu, ukishamaliza kuuchuja, ukiufazi kwa muda mrefu sana, ubora wake unakuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo hiyo ni siri kama kodi ni maamua kuwapa wajasiriamali wenzangu na wafugaji wenzangu. Ila pia tunaoendelea kuomba sapoti yenu ya kusubscribe, kulaiki, kushea na kucomment. Na kwa wale wanaohitaji vitabu pia wanaweza wakatucheki kwa namba yetu ya 0623191238, ila pia hata kama na wewe ni mfugaji unaanza, unaweza ukatuuliza pia maswali tukakuonyesha baadhi ya njia ili upate kufuga vizuri na upate kufanikiwa vizuri katika mfugo wako wa sungura na anashauri zaidi tusifanye biashara yoyote au ufugaji yoyote bila kupata elimu ya kutosheleza. Asanteni, karibuni sana katika chaneli yetu ya FAMTZ.